Hmm. Naam, wingineko mamia ya wafanyabiashara katika Mji wa Busia wanakadiria hasara baada ya mafuriko kuharibu mali yao kufuatia mvua kubwa iliyonyesha katika eneo hilo. Kwa hizi na habari nyingine ni katika mkusanyiko ufuatao wa habari za kaunti. Wafanyabiashara hao ambao walielezea wasiwasi kuhusu hatima ya biashara zao Walihusisha matatizo yao na no ubovu wa mifereji ya kupitisha maji na kuziba kwa mfumo wa maji taka. Sasa wametoa wito kwa uongozi wa kaunti hiyo kuingilia kati haraka na kudhibiti hali hiyo. Sisi tunalia, viongozi wetu wa Busia kaunti, tuwache kukaa, tuwache kusema tunafanya kazi na ambapo ka, kaunti yetu inafanana hivi. Ukienda vichochoroni, hii maji yote inatoka kule, hii inatoka manyumbani. Hapa ni mahali pa biashara, kwa mama wanafanyia hapa, wakazi wa mama mboga, watu wa maduka, hoteli chakule ika hapa na ambapo hii mambo inafanana hivi, sisi hiyo haitufurahishi kama wakazi wa Busia. Kwingineko wenye hoteli mjini Mombasa sasa wanaitaka serikali ya kaunti kushirikiana na serikali ya kitaifa na kuhakikisha kuna sheria mahususi la kuzuia uchafuzi wa bahari na fuo. Tunavyojua sisi kama wahotelia, kitu tunalotegemea sana ni wageni, wageni hao wanaokuja kuona beach yetu and in fact we are blessed uh, the national marine park is just strong throw away so tukijaribu kudhibiti ku, ku, ku, mazingira tuna ensure kuwa marine environment pia iko sawa uh. Naye katibu katika wizara ya fedha Daktari Chris Kipto amewataka wakaazi katika kaunti ya Elgeyo Marakwet kulinda msitu wa Kesup kwa kuzingatia matumizi ya nishati safi ili kupunguza kutegemea msitu huo kupita kiasi kwa kuni na rasilimali zingine <todicum> Kwingineko, familia moja katika eneo la Pingilikani katika kaunti ya Kilifi inaitaka serikali kuingilia kati katika mzozo wa muda mrefu wa ardhi unaodaiwa kusababisha kutoweka kwa mwanafamilia mmoja, vitisho na mashambulizi ya mara kwa mara. Wanasema mzee alipotea, hamjui mahali yuko, na huyo kijana pia atoke nje tummalize. Mimi tu naomba serikali iwe katikati na mimi, kwa sababu shamba hiyo siezi, siezi yani, kujieka huru na hiyo shamba ni mateso yako pale. Na serikali ya kaunti ya Siaya imepokea msaada wa vifaa vya thamani ya zaidi ya shilingi milioni 54 na kwa kusaidia kukabiliana na maradhi ya kifua kikuu, malaria na magonjwa ya tropiki yaliyosahaulika. This burden in Siaya and in the rest of the uh, counties in the Lake region is, is very high. And in the interventions by the county uh, governments Hatimaye, wanaharakati wa haki za binadamu kutoka kaunti ya Garissa wanadai kuondolewa mara moja na bila masharti amri ya kuzuiliwa nyumbani kwa seneta Elias Badal Gabose na watu wengine 33 na, na uongozi wa jimbo la Jumberland nchini Somalia.